Wavulana watatu waliokufa maji katika eneo bunge la Njoro Jumamosi wiki iliyopita hatimaye wamezikwa hii leo. Ibada ya wafu ilifanyika katika shule ya Karogoe waliokuwa wakisomea watatu hao kabla ya mazishi nyumbani kwao. Evan Sasiba alihudhuria mazishi hayo na kutuma taarifa ifuatayo. Safari ya mwisho ya marafiki watatu Mike Ndirangu mwenye umri wa miaka 14, Peter Gitau mwenye umri wa miaka 13 na John Kaberi wa miaka 11 mj Watoto hawa wakipewa mkono wa buriani baada ya kukumbana na mauti siku sita zilizopita walipokuwa wakivua samaki katika chemchemi ya Karogoe huko Njoro. It is with deepest sorrow and sadness that we write this tribute to you. No number of words can express how we feel or how we will miss you. It is hard to believe that you are no more. Dear Peter. So, your your hawa familia <coughs> wako na uchungu sana. Unajua, kupoteza mtoto nilikuwa na, na, na waza kus, ya kwamba mtoto alitoka asubuhi, mama akitarajia kurudi kurudi akiwa salama na baadaye akaambiwa mtoto ameaka. Hiyo ni uchungu sana. Wakazi wakitaka ua kuwekwa katika maeneo kama hayo haswa yaliyo karibu na makazi ili kuzuia visa kama hivi. Mili ya marehemu ikipelekwa makaburini nyumbani kwao mwendo wa saa kumi adhuhuri. Ni safari ya mwisho kwa vijana hao watatu waliofariki tarehe 15 katika mto Karogoe walipokuwa wakijaribu kuvua samaki. Evans Asiba, runinga ya Citizen, Lari Njoro, kaunti ya Nakuru. Taarifa hiyo kutoka kwa Asiba inanipa fursa hapa studioni ya kumeza mate kabla ya kurejea na taarifa zilizosalia.